Siku na nakutana na, na, na, na message nyingi na simu nyingi za watu wanaoniambia natamani kuwa kama wewe. Sijaliongea hili kama kujisifu kwamba mimi niko kwenye level ya juu sana kuliko watu wengine hapa. Lakini uenda kweli kuna mtu tu ana appreciate level nilionayo mimi na hao wanao appreciate hao ndio wanaoniambia hivyo. Kwenye kwenye kwenye kufuatilia, kwenye kuzungumza na hawa watu nimekuja kugundua kuna kuna watu wana huwa wanataka kuingia kwenye huduma kwa sababu wamemwona mtu kaingia, lakini kwa sababu hawajaitwa, ukiingia kwa sababu unataka kumwiga mtu, sidhani kama unaweza kufanikiwa hmm. Lakini ukiingia kwa sababu Mungu amekuita katika hilo, kuna siri, kuna asilimia kubwa za kufanikiwa katika. Haijalishi wewe ulikuwa ni muimbaji, unataka kuacha uende kwenye hili, kuna asilimia kubwa za kusimama kwa ukubwa sana katika hicho kitengo. kwa sababu gani? mtu aliyeingia kwa sababu ameitwa lazima kwanza atakuwa anajitambua. anajitambua kwa sababu sio kila kitu kinaenda tu. Ingelikuwa ni hivyo, kila mtu angeamua kuwa mwimbaji wa gospel na wote tungekaa kwenye hiyo leo hmm. lakini tunagawanyika kulingana na, kuna kipindi fulani tutapaswa kujitambua kwamba mimi, ni nini mimi Mungu amenipatia ame katika maisha kama ni talent, ni talent ipi Mungu amenipatia. Wewe hujaitwa hauna kip wewe hujaitwa, hauna kipaji hauna hauna hiyo karama ya uinjilisti hauna hiyo karama ya, ya kuhubiri, lakini kwa sababu umemwona fulani ana maisha mazuri, anafanya vizuri, ana watu wengi katika hiyo huduma, unataka uingie kule, lakini haujaitwa, sidhani kama unaweza ukafanikiwa, okay. Kwa hiyo kama kuna wito ndani ya mtu na anaamini kwamba Mungu kampatia hiyo karama, ni sahihi, lakini kama hauna, unataka kuiga, sio sahihi kama unayo na unaweza kuifanya kitu sahihi, lakini kama hauna na unaona unaweza kwenda kuifanya inaweza kuwa si kitu sahihi zaidi, mtazamaji na msikilizaji.